Wapendwa, wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena kwa tafakari ya neno la Mungu, na leo tunatoa tafakari hii tukiangalia masomo ya Dominika ya 27 ya mwaka si wa kanisa. Utangulizi mfupi. Wapendwa katika Kristo, kila mmoja wetu katika maisha nakutana na changamoto mbalimbali mbali, majaribu mbalimbali mbali, na nyakati ambazo tukiwa na majaribu hayo, kama tujakuwa makini, tunaweza tukazima imani yetu katika Bwana. Tukiangalia mfano somo la kwanza Habakuki aliishi katika kipindi kigumu cha dhuluma na uovu miongoni mwa wana wa Israeli. Ndipo akamlilia mwenyezi Mungu akasema hivi, hata lini nitalia Bwana wala hutasikia. Habakuki sura ya kwanza e, mstari wa pili. Lakini katika somo la Injili, wanafunzi wa Yesu walihisi kwamba wana udhaifu katika wito wao Yesu alipoambia kwamba wasamehe mara nyingi kadiri navyowezekana kama tulivyosoma, tuleesoma Luka sura ya 17 mstari wa tano, na ndipo akasema, Bwana, labda utuongezee imani. Lakini katika somo la pili kutoka Timoteo, Timoteo alikuwa ka mwanafunzi aliyelelewa na, na, na kutengenezwa eh, na kufundwa na, na Paulo na mwenyewe sasa kanza kuhubiri neno la Mungu lakini wakati mwingine alikuwa na hofu na changamoto katika huduma zake. Alihitaji na mwenyewe kuwa na moyo wa imani imani yake isiyoyumba. Kumbe leo masomo yetu haya matatu, nimeangalia kitu kinachoyaunganisha yote ni kwamba tuwashe tena moto wa imani katika changamoto zetu za kila siku, na ndiyo maana nasema sasa, dhamira yangu kuu katika tafakari hii ni kuwasha moto wa imani kati ya majaribu, kati ya shida. Moto wa imani uwekwe kibariti, uendelee kuwaka, tusikate tamaa na wala tusiumbe. Tuanze na somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha nabii Habakuki sura ya kwanza e, mstari wa pili mpaka wa tatu na sura ya pili aya ya pili mpaka ya nne. Habakuki aliona dhuluma na mateso makubwa miongoni mwa wana wa Israeli, akauliza kwa huzuni, kwa nini Mungu haonyeshi haki mara moja? Kwa nini wale wanaodhulumiwa wasipate adhabu wale wanaonyanyaswa? Kwa nini mambo hayo hayaishi? Akawa anamlia mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu akamjibu akasema, mwenye haki ataishi kwa imani. Habakuki sura ya pili mstari wa nne. Mwenye haki ataishi kwa imani. Kama una imani yako, haki yako ukabaki nayo, hata kama imecheleweshwa ime itapatikana. Mungu bado hajakuacha. Tunajifunza kitu kimoja kikubwa, imani ni kusubiri kwa matumaini hata pale ambapo hali inaonekana kuwa ngumu. Unajua, katika maisha lazima tuwe na msimamo imara kwa vitu tunavyoviamini. Hata kama ni biashara, mfano unaweza ukafanya utafiti mdogo hivi hapa na pale, ukaona kwamba ah, biashara hii inalipa, lakini pengine una mtaji au pengine unafanya biashara ambayo unaona mwanzo wake ni mgumu, ukataka kukata tamaa, wengine labda hawajafanya biashara hiyo, au unataka kulima kilimo hiki labda unataka nilime matikiti maji hapa ambao hakuna hata mtu mmoja ambaye ameshawahi kulima, watu wanakukatisha tamaa au wanasema kuna watu walima wakupata soko au walima mvua ikanyesha nyingi, ukataka kukata tamaa. Na wewe kama una imani na kitu hicho, kuwa mtu wa matumaini, usikate tamaa. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo Sura ya kwanza aya sita mpaka ya nane na ya kumi na tatu mpaka ya kumi na nne Paulo aliandika barua hii kwa kijana wake wa kiroho Timoteo, kumhimiza atimize wito wake akiwa na ujasiri bila kuogopa mateso. Timoteo alikuwa anapata mateso na changamoto mbalimbali, lakini anamhimiza anamtia moyo wito wake ubaki pale pale, kutangaza neno la Mungu. Tunajifunza kwamba imani ikiachwa bila kutunzwa, imani ikiachwa bila kuchochewa moto moto, ule wa imani unafifia, unakufa. Tunapashwa kuwasha tena ile imani yetu, kuihuisha imani yetu kupitia maombi, kumwomba Mwenyezi Mungu atuimarishe sakramenti tunazopokea lakini vile vile na matendo mema. Kumbe, na wewe mwenyewe nasamia hapa nikifikia mambo kama haya ya kukatishwa tamaa na watu, nawakumbuka viongozi wa jumuiya, mapadre wetu wanaokatishwa tamaa hapa na pale, kazi tunazozifanya za kimungu, lakini bado watapigwa majungu e, watasema labda huyu mtu anajipendekeza. Viongozi kwenye jumuiya kule watawapa shida watu wengine. Usikate tamaa. Paulo Mtume, kama alivyomwambia kijana wake wa kiroho Timoteo, asikate tamaa, achochee moto wa imani. Na wewe anakuambia kuwa imara, usikate tamaa. Somo la tatu la Injili kutoka Injili ya Luka sura ya kumi na saba aya ya tano mpaka ya kumi wanafunzi wanamwomba Yesu, tuongezee imani, baada ya Yesu kuwambia ile swala zima la kusamehe saba mara sabini Wanasema, da kitu hiki ni kigumu, labda utuongeze imani. Na Yesu anawaambia kwamba kama mungelikuwa na imani ndogo hata chembe ya haradali, mungeweza kuambia mti huu au mlima huu, kadi ya injili zingine, ama kutoka hapa kwenda kule. Yesu anachotaka kusema ni hivi: imani hata kama ni ndogo sana, lakini iko thabiti na imara itafanya mambo makubwa hata ambayo hatukutegemea. Sio lazima kwamba tuwe na imani kubwa ndio tuweze kufanya mambo makubwa, na kuambia hata katika imani yako ndogo hiyo, lakini ikiwa imara, inaweza ikafanya mambo makubwa. Sasa tufanye nini sisi wafuasi wa Kristo kwa sasa? Kitu cha kwanza, tukumbatie na au tushikilie imani yetu kwa maombi ya kila siku. Imani yetu lazima iwekewe mbolea, kama mti ambao wakati wa kiangazi unaweka mbolea kidogo, unaunyunyizia maji. Lazima tuwe watu wa sala, kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Hizi sakramenti tunazozipokea, mfano Ekaristia takatifu, tunampokea Kristu, anatuimarisha katika roho zetu, lakini kuunganika na Mwenyezi Mungu katika maombi. Imani yetu inahitaji kuwa imara, lakini tusijitenge na Mwenyezi Mungu. utakapodhofika katika imani ukajitenga, ndio maana Yesu alisema kwamba mimi ni mzabibu, tawi ambayo lisilozaana likata, na ukilikata linanyauka, na kiangazi kama hiki ni kwa dakika chache tu, kwa tubaki tumeunganika na Bwana na imani yetu ibaki thabiti, tusiwe na kuyumbayumba. Lakini vile vile, cha pili, tuwe wajasiri, tusikate tamaa katikati ya changamoto. Changamoto zipo na zitaendelea kuwepo, na huo ndio ukweli. Unazikabili zipi? Vipi? ni kuwa imara, sio kukimbia changamoto. Zipo, tuwe imara. Lakini kitu cha tatu, tuwe watii tena tuweze kutenda kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu mm. Kwa watiifu, maana yake ni kuzingatia maelekezo ya Mungu na kufuata maadili na mafundisho ya Yesu eh. bila kujitegemea sisi peke yetu katika shida na magumu mm. tuwe tayari kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu eh. hata kama tuna imani ndogo, tuwe imara na tumfuate Mwenyezi Mungu. Lakini kitu kingine tuwe na subira tumaini na subira eh, vinasaidia kuendeleza imani hata pale tunapoona matokeo, tusipoona matokeo mara moja. Tu watu wa subira, tusipende mikato shortcuts kufanikiwa katika maisha. Kama sasa hivi wakati wa uchaguzi eh, ndio maana nikutana jamaa mmoja na sema mimi sitaki kuwa mwanasiasa. Ukiwa mwanasiasa lazima uwe mshirikina, si kweli? Wapo wanasiasa wengi ambao si washirikina, lakini ukiamini katika washirikina utaenda kule tuwe na subira Mungu atatupatia tunachohitaji. Kama ni mwanafunzi soma, masomo yatakuwa magumu, sikate tamani. Miaka mitano utamaliza kidato cha nne na utafaulu, la msingi unasoma. Usisubiri tu kufanya novena siku ya mwisho ya wiki ya mwisho ya mtihani bila kusoma kwamba utafaulu, hapana. Mungu atakufanyia muujiza huo. Kwa hiyo tuwe imara daima katika imani. Tuwe na subira. Kitu kingine, tushirikiane na wengine. Eh, kuna kipindi fulani nilikuwa naongea na baba mmoja akasema, mi maisha ni magumu sana. Nimeenda nikakutana na padri mmoja akaniambia niende kufanya kazi nisaidie kwa masista wa mama Teresa, kusaidia wazee na watoto wale. Nikamwambia hicho ni kitu kizuri sana. sara zetu huduma zetu ni upendo ambao nawashirikisha hata wengine. Kumbe tunapotenda matendo ya kimani, mfano kusaidia maskini, kusaidia watu kufundisha watu imani, kujitoa kwa mambo ya kijamii ya kikanisa na kuwa na watu wengine, imani yetu vile vile inahuishwa. Haitoshi tuwe muda wote uko peke yako hivi peke yako hivi, ufanye kitu chochote cha kujitolea, na imani yako ndivyo inavyozidi kufia. Kwa hiyo tushirikiane na wengine, lakini zaidi tushirikiane na Mwenyezi Mungu. Kumbe wapendwa, mateso, changamoto na hofu haviwezi kuepukika, kama Habakuki alikumbana na hayo yote, sisi tunakumbana na changamoto nyingi: kukosa kazi, shida katika ndoa zetu, mahusiano yetu e, katika jumuiya zetu, iwe mapadri wa watawa e, vitu vya namna hiyo e, kwenye jumuiya zetu, vitu hivyo, changamoto hazitaisha: kukosa pesa, maisha kuwa magumu, magonjwa. Lakini Mungu anasema kupitia Habakuki: mwenye haki ataishi kwa imani. Na Paulo anamwambia Timotheo, washa tena karama ya Mungu iliyowekwa ndani mwako. Na Yesu anasema katika Injili, imani hata kama ni chembe ndogo kama ya haradali inaweza kuhamisha milima. Yaani, imani hata kama ni ndogo, ikiwa imara, inaweza kufanya mambo makubwa. Na wewe utafanya mambo makubwa. Tushikilie moto wa imani yetu, tusikate tamaa tuendelee kuishi kwa ujasiri, unyenyekevu, kutimiza mapenzi ya Mungu na kuwa na matumaini mbele ya Mungu kwamba atatenda. Tuombeane daima. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari, kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, Kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau, vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine, tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa mbili na nusu hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop, tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi Mkambala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa, TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora wasiliana na Sista Zawadi kwa simu nambari sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa nne sita tano. Karibu TMP Bookshop.